u cha kilimo, kwa hiyo chuo hiki kinafundisha wataalamu kwanza kwanza, kinafundisha wataalamu kilimo, kilimo endelevu hai, lakini pia kinafanya tafiti. Moja ya kitu ambacho bado ni changamoto kidogo, ingawa kilimo hai niseme ni muhimu sana, lakini bado ba, kuna changamoto moja kubwa kwamba Uh, uzalishaji wa kilimo hai ilinganisha na ule wa kutumia mbolea za viwandani kwa so, kwa hiyo watafiti wana kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba uzalishaji unaotokana na kilimo endelevu na hai unakuwa mkubwa ili kuweza kuleta uhakika wa chakula katika nchi zetu. Takumbuka moja ya changamoto kubwa ni uhakika wa chakula aaa, kwa, kwa chakula lakini miaka mingine inakuwa na kilimo hai kina manufaa. Unajua, chakula au mazao yanayotokana na kilimo hai ni mazao bora ukilinganisha na yale yanayotokana na matumizi ya mbolea viuatilifu. Mna, mnajua changamoto yake kwenye mazingira, lakini pia kwenye afya a o. Ni, ni muhimu kwamba wakulima wetu wakatambua hilo. Kilimo hai ina umuhimu mkubwa zaidi kuliko kilimo cha kawaida ambacho ingawa ina manufaa zaidi, kilimo hai kina manufaa zaidi katika masuala ya masoko, kuongeza kipato, lakini changamoto ni soko la ndani, kama lipo ndogo. Kwa hiyo watafiti wana kazi kubwa pia ya kuweza kujenga huo soko, la nje lipo kwa kiasi. Hapa watu wanakutana kutoka maeneo mbalimbali, kuna taasisi mbalimbali mbali ambazo zinaandaa eh, chuo kikuu cha kishiriki cha Jordan chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, chuo kikuu Mzumbe, chuo e, kikuu kinachoitwa Sumaiti kutoka kule Zanzibar, chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, na shirika linaloitwa Sugeko ambalo liko hapa. Lafu hizi ni taasisi za Tanzania, alafu tuna taasisi ambayo tunashirikiana nayo ya Marekani kule Arizona ambayo inaitwa Pepe. Sasa katika majadiliano hayo baada ya lile eh, kongamano la siku mbili eh, mwenzetu huyu wa kutoka Arizona akaenda Zanzibar akakaa kule kwa muda kadhaa, na akaja na mawazo haya. Kumbe kuna kilimo alipokuta kilimo cha viungo kule, na yeye kule Marekani Mexico na Amerika kaskazini kule wanaendeleza sana kilimo hiki, kilimo hai kisichotumia E, madawa akaona ni muhimu, na sisi ujadili taamua tufanye nini ili kuendeleza kwanza ushirikiano miongoni mwa taasisi, na pili kuendeleza jitihada za kupambana na madhara yanayotokana na madawa na madhara yanayotokana na kilimo ambacho si salama. Siku hizi hata kuku tu wanalishwa, watu wanalalamika wanalishwa madawa madawa ili wakuwe haraka, wakati kawaida sisi tuliposoma hata kuku wa nyama broiler walikuwa wanafugwa kwa wiki nane, lakini sasa hivi watu wiki sita, wiki nne, wanakula. Sasa ile ni hatari kwa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunataka tujadiliane, tuone tutafanyaje ili kuendeleza jitihada za kupunguza madhara kwa wananchi. A ah, tukizungumza kuhusu kilimo hai sasa hivi, kutokana na matatizo ya hichi kilimo cha kawaida ambayo kinatumia makemikali, Watanzania wameshapata mwamko, kwa sababu wanaona wanavyotumia haya vyakula ambavyo vimetokana na kilimo cha kawaida, vitu kama kemikali vinavyoingizwa, wanaanza kuona sasa hivi. Kwa sababu kwa mfano, Tanzania ilikuwa maradhi ya kansa ilikuwa tajulikani. Wa zamani tulikuwa tukisema maradhi ya kansa ni ya matajiri, lakini sasa hivi mpaka watu wa vijijini wanakwambia najua kansa, baba yangu amekufa kwa kansa, na yeye anakwambia yeye mwenyewe kwamba nadhani ni yale makemikali, nadhani ni zile sumu ambazo tulikuwa tukizitumia. Kwa hiyo wakulima kwa kweli wanapata mwamko mkubwa sana, wanaambizana lakini bila kuongozwa inaweza ikawa ngumu sana, na kama hivyo, taasisi sera hizo zinatakiwa zibadilike ili uweze kuongoza tu, lakini wako tayari. Dhana ya kilimo hai ilipata msukumo sana huko nyuma kutokana na kwamba wakulima wengi walikuwa wanalima hawakua, kwa kutumia mbinu za kilimo hai, lakini hawakuwa wanafahamu kwamba kile kinaitwa kilimo hai, lakini baada ya kupata kuelewa na kuona madhara na kujifunza kuelewa madhara ya aina nyingine za kilimo kwa kutumia kemikali ambazo ni sumu. Sasa wakulima ukishawaelimisha, wanaelewa na wana, wanahamishia sasa uh, wanahamisha ule uzalishaji kutoka kwenye kutumia sumu ambazo zinaumiza afya za watu na afya za walaji na kuhamia kwenye kilimo hai ambacho ni salama zaidi.